Wa Mungu, Mama Maria, malaika na watakatifu walipokuja duniani, walikuja kama roho wasioonekana. Tarehe 13 Mei mwaka 1917, Mama Maria alikuwa miongoni mwa vikundi vya kwanza kuja kama roho duniani. Muonekano wa kwanza ulikuwa ambapo aliwatokezea watoto kwenye uwanja mmoja huko kwa Kora Diria ya Fatima nchini Ureno. Watoto hawa walikuwa Lucia Santos, Jacinta na Francisca Mato walimuona Mama Maria aking'aa zaidi ya uwezo wa kuangaliwa moja kwa moja. Mama Maria alitokea mara nyingi tena, zikiwa pamoja na mwonekano kwa vikundi, kikundi kikubwa cha watu tarehe 13 Julai mwaka 1917. Lakini Maria alimfunulia Lucia Santos siri tatu kuhusu kurudi kwa Yesu, ujio wa utukufu wa Mungu.